Yule dada alivyokuwa mbabaifu bala, yani shughuli yake ndio nana shughuli ya mwisho. Shughuli ya kwanza nimempa, janipa shughuli ya pili nimempa, janipa hii. Bila aibu ya tatu kaja kunialika. Yaani leo naenda nacheza mpaka matangazo, lakini sio kusema nilela keki, sio kweli, sili keki.

Mbona ninavyotakiwa mdogo wangu. Haya dadangu, mwenye nikasema aka, ni niende kwa ndugu wangu, maana nimeona lile jambo tena kimya nikasema aka nijito mwenye niende nikaulizie kuhusu lile jambo. Eh, jambo gani? Si lile la kila wiki uloniambia niwe nakuja tena ndugu wangu. Umeishia hey. wapi? Aziza moto. Wewe si umemtuma shangazi yako hapa je kuchukua hela wewe? Mimi nimemtuma shangazi hey. umemtuma shangazi yako aje kuchukua hela, na mimi nimempa Majuto. Majuto. Anti, hivi unajua yale maneno uloniambia siku ile mwenzio naona kama kichwani yananiingia. Yaani unaona kila nikikaa nikiafikiria shangazi na yananiingia, naona kama yana ukweli kabisa ndani yake. Sasa wao uniambie maneno gani? Unapita kinizunguka zunguka tu. Nenda kwenye point. Bwana shangazi usikwe uliongea neno moja mbili tatu. Nipata mimi kuelewa. Unaona nimeshangazi ndio maneno. Mimi na wewe tunaongea vitu vingi. Si ile siku ambayo tulisimama pale ukawa unaniambia ya kuhusu mama ya, kuambia kwamba mama yako piloti anawachezea mdeni nisipate mabwana wa maana. Kwa hiyo umeniamini kwa mimi, ni kweli, nsionge mambo ya uongo, yani kabisa. Kwa sababu gani nakwambia, ile siku Mwanja akaniita. Mwanja ameniita akaniambia, Aziza moto, njoo mimi nikaenda mpaka pale, akanambia wazi za moto, kuna bwana amekupenda, anataka kuoe. Bwana bwana huyo wa maana, bwana kama alioleta dada yako ndani, bwana aeleweki mbele, aeleweki nyuma, takutujazia familia tena nyingine. Tulie shangazi, nikumalizie, usinikate ulimi, si unakijua kichwa cha mimi mwanao. Hmm, bwana yule nasikia ana hizi. Anaela bwana anapanda ndege bwana anakaa nje <laughs> Hey, hey! Kwa hiyo bwana yule akai ndani anakaa nje bwana, anasasampa bwana, anasegerumba hivi ninavyokuambia. Amemwambia Mwanja kwamba shika yela, nenda kampe, apendeze. Amenipa laki moja, achana na hiyo laki moja. Hey! Amesema hivi kila wiki niwe naenda kuchukua hela ya matumizi, anataka nipendeze, nionekane urembo wangu huu alonipendea nao uzidi zaidi ya hapo. Sasa hapo kwa kila wiki, kwamba atakugea laki moja. usio unapenda kuongea kwa, unajua wewe, mimi pacha wangu, wewe tatizo lako, unapenda ku kwa... vitu vya maana, unapenda kuongea kwa kupayuka, natakiwa vitu vya maana tunaongonezane, kama nilivyokuambia. Unaona wiki nilivyoongea pale, nikwambia wewe, mama yako huyu nyinyi, huyu mama yenu mwanga wapendi nyinyi, hapo mpite nkifanikiwa kila siku angalia mimi, nikajua alivyokuwa anaongelea mimi, bwana wa maana anataka kunioni, nikajua kama huyu mbilikimo wa Mungu Adija alionchukua Dija maki Dija sio levo zake hizi, alija moto sio levo zake. Bwana huyu ile yeye, yeah, ana malevo yake mabwana wa maana kushinda wewe, kokoe wewe na ukaa huko nje. Sasa hapo hapo, shangazi, ninavyokuambia mimi, bwana yule atakuwa nanipa kila Ijumaa, naenda kufata zangu huduma Yaani shangazi, ninavyokuambia, hiyo harusi yangu sipati picha, sijui itakuwaje. Maneno yale kama nimefanya kukuosha, unajua sisi wengine midomo yetu kama ya kinabii, tukitamka kitu, hata kama wao na magundu sugu, yale magundu yote yanaisha, mwili wako unakuwa safi hapo. Yani ndio mambo yanaanza kufunguka, watakuja mabwana zaidi, wa zaidi na zaidi na zaidi, mabwana wa maana wenye riziki zao. Sasa sitaki hayo maneno umwambie mtu wa aina yote ndani humo. Hata mama yako mzazi usimwambie, hii ni siri yetu kati ya mimi na wewe, si umenielewa mwali wewe? Kwa sababu mimi mama yako nanjua, ukianza kutangaza tangaza mambo hayo tayari anaanza usiku, atakuwa halali. Ya, unazidi kunifungua unavyonihadisia, kuna vitu unanifungua sasa hivi. Kuna mtaalamu yuko vizuri tu, mtaalamu yani, huyo anakupa anakuosha, unaosha wote, sio wa kukaa hapa wewe wa kukaa Ulaya. Mimi we pacha wangu, kaka angu kazaa mtoto wa mwisho wa maana, aliyofanana na shangazi yake. wewe sio wa kuishi Tanzania hii. Huyo bwana si anaanza kutuma laki laki kila Ijumaa? Atakuwa kila siku anatuma laki mbili. ka kwa kutulia, tusikilize milio ka kwa kutulia, sawa shangazi. Mimi haina shida, shangazi yangu, mimi ninavyokupenda si maana, jambo hili sikumwambia mtu yeyote, nikakufikishia wewe, shangazi yangu. Basi mimi nimekuelewa. Eh, hey! Jamani, shangazi yule ana haya! Jamani, bi mnene ana matatizo yule. Mimi nimemtuma shangazi saa ngapi? Jamani, he, nisikize nikwambie, ndugu yangu. Shangazi yako kaje hapa Aziza moto, kanituma hela. Alijuaje kama kuna hela kwangu, na lile jambo nilikwambia mimi na yeye liwesili, eh hey? Paka hey. Mumwambia paka shangazi yako? na maana akaja hapa kuchukua hela, ina maana anajua kila kitu. Mimi nina makosa gani? Eti dazuri hauna kosa kweli shoga yangu, liniambia nifanye siri, lakini si unajua tena, nikasema aka mwenye shangazi yangu yule pale, ndugu wangu msili wangu, acha nimwambie sasa. Tena yule bimna na bimnene kwenye sala na charuka yule, yani Aziza moto hey. Aziza, hivi kweli una akili wewe? Wewe utakuja kubebewa bwana hivi hivi. Ukiambiwa jambo liwe siri, basi lifanye liwe siri. Nini kila mtu akalijua? Utajikosesha mahela yako, utajikosesha kitu haya. Abamba na shangazi yako, udugu wangu usiamalize maneno. Mimi wala ni sikukere, yani hivyo hapa ninavyokuambia, saizi namwendea shangazi ule bibonge, mimi naenda kumalizana naye nisamee. Kwa hiyo <mallion> familia ina shida, mama shida, shangazi shida, dada shida, yani kila kitu shida. Jamani makubwa, hapana mtondoke dazuie yani mpaka nimechoka, lakini namshukuru Mungu nimefika. Simu zako sasa zimechanganya, zimenitia stress yani. Maana mimi mwenyewe na mambo yangu kibao na changamoto nyingi. Maana sasa hivi wezi amini, Tunu, mimi ni tomboy, navuta bangi, navuta sigara na kunywa ya mapombe makali, na inafika stage mlo wa siku moja pia kwangu kupata mtihani. Tuachane na hayo. Naishi kwenye dunia sijaizoea, lakini inabidi niizoee. Hebu niambie wewe. Pole Mwatanga, nadhani tutaongea vizuri pia, ila mimi nilichokuitia hapa, napitia changamoto nyingi sana wale marafiki zako ambao uliniunganisha nao, kina Zawadi, walinipeleka sehemu ambao ulisema nipelekwe, mm. na nikafanya kila nilichoambiwa kama kumtoa mama kafara ili niweze kupata utajiri, lakini mpaka sasa hivi navyoongea na wewe sina chochote. Nipo kama unavyoniona tu, naendelea kumtegemea huyu mume wangu Kanji. Mbali na hivyo sasa, baada ya kumtoa mama kafara, ananitokea Ananisumbua kila wakati, yaani sina raha, sina amani. Nikasema ngoja tu nirudi kwa yule yule mganga, nikarudi tena nikapewa sharti la kulala na maiti. Mganga alisema kwamba kwa sababu mama bado hajakatwa kirimi, kwa hiyo hawezi kukamilika kuwa msukuli, kwa hiyo ataendelea kunisumbua. Kwa hiyo ili kumweka mama katika roho za umauti na awe mskuli ni lazima nilale na maiti ili kuiita roho yake ikaweji, eh? Nililala na maiti, na baada ya kuzini na maiti nilihisi kila kitu kitakuwa kimeishia pale matanga, lakini mamu ndio amezidi kuwa vurugu Mganga ambaye aliniambia nilale na maiti huyo, msaidizi wake ambaye ndiye aliyenitibia tangia mwanzo aliuliwa na mama nikishuhudia kwa jicho. Mbali na hivyo, nikamshawishi mume wangu Kanji tuweze kuhama tuamie kwenye hii nyumba. Nikahisi labda mama ananitokea kwa sababu nilimuua nikiwa kwenye ile nyumba na msiba wake ulifanyikia kule. Tukaja kuhamia hapa. Siku ya kwanza mwatanga naingia kwenye hii nyumba, naingia kwenye kile chumba, naikuta ile maiti iko pale kitandani, inanisumbua <coughs> yani, maiti imekufata. Imekwambiaje? Yaani imeelewa shu e, imekuja na maua. Yaani wewe, ikifika asubuhi, shetani bia anaweza kanakwambia shika. Muda tu sisi wenza wote tunafanya matukio, tunaua ndugu zetu, sio tunamuua mama, unamuua mtoto, unamuua baba, unamuua jamaa yako, hii ya yeah, maiti Hebu, hebu hebu! <laughs> Yani alivyorudi mara pili, yani alikuwa anataka nini? Kwamba kaja kwa mpenzi yake ama atunwa Yata, Mwalimu Nyerere hajaiacha walata kuwasimulia watu.

Mwatanga, wacha kucheka bwana, useme tunafanyaje hey. Mi niko sirias unaleta mambo ya mzaa hapa tu kwa simu zile, yani sio kwamba unaleta mzaa, unaleta masiaa. Yaani nisamee kwa hilo siku kebei, rafiki yangu, ila kuna mtu huyo mtu anajua, mpaka anajua tena. Naamini matatizo yako shida zako zote zitaisha na utaishi maisha ya amani tu na furaha. Nikuulize, wakina Zawadi ili wanalijua, Zawadi kuhusiana na ilo la mama kunitokea nafahamu, lakini haya mambo hayo maiti kunisumbua, ajui chochote sawa. So, kama ajui Ibakie mimi na wewe tu, hatakiwi mtu mwingine yoyote kujua. Sawa, nisamee nimecheka, nimejikuta nimecheka, yaani nimefanya kila kitu. Nakuelewa mwatanga, usijali. Kwa hiyo tunaenda lini huko? Nifanye naye mawasiliano alafu nitakwambia. ila uwe tayari muda wote. Nakutegemea katika hilo, naamini kabisa uwezi kuniangusha. Mungu atusaidie, natutangulie. Nakupenda rafiki yangu mpendaia, moja basi, nikupenda mm. ni ni tena kwambia kupenda kula tu kama unanunua. Yaani wewe na yule mwanamke adija Khadija hamna hata tofauti, kama umemzaa wewe. Ah, kwa hiyo mimi hapa ufi yangu mimi, mimi ni kingasti, yaani wifu mimi. Unanizalau wewe, mimi ufi yako, mdogo wake mumeo, eh. Na kuzalau kwa sababu una kitu, ungekuwa na kitu ningekuzalau sasa. Sija kula vyaka kangu kwa nini? Kwa jirani, kwa kaka gani? Kaka wao special wa kutungua, mimi ndio wa Nile, nile, nile, nini? Asa ndo nini shangazi lakini, eh? Hivi upungwani wakili eh, wangu kumwambia. Yaani jamani, mbona leo mmenipania jamani, basi mimi naacha bwana. Yaani shangazi yeah. Sio so kwamba tumekupania nini hasa shangazi, ulichokifanya hicho uli ulichonifanyia ni kweli Eh? Shangazi hadi wewe kunifanyia mimi hivi kweli shangazi eh? Asa, kwa nini umeenda kwa Mwanjia kwenda kuichukua kwa ile hela si? Eh? ni yes, nini we, Mwanjia yule sio kijumbe wa mchezo. Mwanjia yule ana ofisi yake ushadamu. Wewe hela yako imeenda kufanya nini kwa Mwanjia? Eh? Unaulizwa na mama yako yako, minakufanya nini? Unanivutia mdomo wewe, shangazi, unajua <laughs> <laughs> mimi ninachojua nini? Jamani, mbona lawama? Mi ninachojua nini hivyo, anamwanjia nini? Wazima kweli, huyu mtoto ulinzaa njiti au linzaa? Ana utimamu kabisa mwili wake, hata siwaelewi mjue hivyo Si tuliongea wewe, tukakubaliana kweli? Umeona ni vizuri mimi kwenda kunizunguka shangazi? e eh? Na kati watu tulikubaliana kabisa kwamba ili jambo la kwangu mimi na wewe, kweli shangazi, wewe ndio kanizunguke, sawa? Huyu hmm, yani huyu ifi huyu kapata bwana, nitaka nipate muda tu nikae chini na wewe tuongee, ili tujue bwana huyo aje atoe mahali awe Wawe tugeza tunawakilisha makubwa jongo huyu yule shoga yake yule mwanjaa yule, ndio huyo bwana, yeye ndio kanitafutia, sijui wamekutana. Kwa hiyo hela napitia kwa bwana yule, bwana yule anatuma kila Ijumaa anatuma laki hiyo. Wewe unafikiri ndani ya mwezi kuna Ijumaa ngapi mama? Kuna hela ngapi ambazo zinapotea machoni petu huku? Si tunaziona hivi, Aziza? Hicho kichwa chako kinafunza, yule mwanjaa akajichola chola mwili mzima. Anapenda hela kuliko maelezo. Wewe hela yako yani ipitie kwa mwanje hapa. Wewe una akili kweli? Mimi sipo hapa. Mm -hmm. Mimi mama yako anafanya kazi gani hapa? Eh? Yaani sisi tunakula jivu na mlale hapa; hela unaenda kumpa mwanje hapa. Tunalaumu kwa kwa vijua kapu wabule, lakini mbona nimekuzaa ziza miezi kumi wewe, iwejelako leo ipitie kwa mtu. Tatizo mama wewe uyajui. Alafu we mbona nipite unacheka? Nkilie <laughs> eh? Jamani hivi au unaongea bwana, nitemea mate bwana. Mamako ana nini? Ah mimi, nitaje bwana, kula kwenye tu unaongea, unanitemea mate kwenye chakula, kati ndio mambo ya chakula Alafu mimi najua nyinyi watu wawili siwaelewi. Nyinyi mlofanana sura, mlofanana vimo, mlofanana rangi, mlofanana kila kitu nyinyi. Wenye vichwa vidogo kama watoto mataila. Mnajua mimi siwaelewi nyinyi watu wawili. Yaani sisi tuna vichwa vya mataila. Mwenye mjioni, afu ongea na mama yako. Ongea na mama yako na pua zako hizo kwa mbaya wewe, nitakwenda nikupigia ngumi ya pua wewe. Usifikirie kama nakuogopa. Hiyo mbavu sikudanganya. Hizo nyama hata kwenye sambusa zipo. Wifi, nakwambia hizo nyama hata kwenye sambusa zipo. We, ataniamke usingizini, uniwezi kakako atakuja kukuonea huruma? Uniwezi macho meusi ka utomboa samaki. Yaani unipige kabisa, nikugeuza ulau, nikugeuza we, usilogwe. Niambie tajili yangu. Una baya. Hmm. Asa nikuambie nini? Mimi nimefuata mlejesho. <tis> Mbona kama na makasiri kwa ndugu yangu? Unanikera. Sasa kwa nini mimi nimekuambia mtoto sijampata? Wewe umempata mtoto? Tajili bwana. Sasa mimi kuna kitu nachokosea kwangu. Eh, hapo sawa. Hapo tutaenda sawa. Yaani mtoto kaja atele yupo, ana tusikiliza mimi na wewe tu hapa. We. Eh. Kweli? Yuko ele ele. Ai, ai, ai. Hapo ndo maana mimi nakuelewa sana. Ndio maana mimi nakufa nini? Nakuelewa sana. mm. Kitu kimoja, mtoto yupo ila mtoto anataka picha. mm. Au ndio mambo ya Kiswahili mimi sio nataka. Unajua matajiri wengi wapendi mambo ya Kiswahili Kiswahili. Picha namba za simu ya nini sasa hiyo? Nielekeze kona nyingi. Tajiri kanyoka. Kama kweli mtoto amempata basi tunamaliza shughuli. Sijui umeelewa mpaka hapo. Kukuelewa nimekuelewa na mtoto yupo. Mm. Sawa. Na nimempanga kila kitu ngapi huyo mtu ana misasa mbaya. Kwani nilivyompa zile hela akachanganyikiwa. Eh, hey, anatamani kumuona hata kesho. Sikiliza nakwambia sasa. Mimi nataka fanya nini? Achanganyikiwe zaidi. Tulia. Ndio maana nikauliza kwenu hamna watu huko. Sababu hii ni siri yangu mimi na wewe. Kwa hiyo, ule mzigo uliokuwa nasema kila wiki na maana ni kweli. Wewe unajua mambo ya uongo. Ah. Mambo matamu. Ulijua mambo ya uongo uongo. Sasa hivi watu tunaenda tumenyoka hivi. Sio uswahili uswahili. Tulia, kaa kwa kutulia hivo hivo. Ah, shika. Tajiri, <laughs> ana balaa. Kwa hizi ndo zile rataka za kila wiki uwe. tatizo lako nini? Wamaliza shughuli mambo ya Kiswahili achana na <laughs> hayo. Sijui picha namba za simu, achana na hayo. Mambo ya Kiswahili achana nayo. Sijui picha namba za simu nini, achana nazo. Mimi nakutegemea wewe. Hilo si wazi, tajiri. Niachie kazi. Nakutegemea. Amna mtu, siogope. Kuwa na amani tajiri. Huwa na amani tajiri, jamani, hey. Huyo yeah, yeah, mtu mtu gani asotaka kutuma kuoneshwa kutu, kutu, picha yake wala hasotaka kutolewa namba yake miela, kila mtu kamai, yeah, yeah. hmm. Jamani <mimu>. Niliwasha moto wa tamaa moyoni, nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasa